Dhuluma za wasichana walio chini wa umri wa miaka kumi na minane zinazidi kuongezeka katika eneo bunge la Tiaty, kaunti ya Baringo. Sasa wasichana wengi wanatorokea maeneo salama kuepuka dhuluma hizo. Aidha, waathiriwa wanaotoroka wamekeketwa na wengine kuozwa mapema, jambo ambalo linakinzana na haki za watoto. Maeneo yaliyo na idadi kubwa katika kaunti hiyo ya Baringo yenye waathiriwa ni Akoret, Tirioko, Kapau na Chepkerial. So 9 sure tumewapokea na kuweka kwa hii domu yetu ambayo iko hapa na ili wapate kusoma. So wengine wameshika laini mzuri baada ya sisi kuwapokea na kuwa, kuwaweka vizuri. Unaona, hata hii hata hii compound tumefence ili mtu asiingie wakati hatuko karibu.